Kuhusu idadi hali kadhalika ni ngumu, sasa hivi kusema ni idadi kiasi gani, kwa sababu eh, tathmini inaendelea. Tume inaendelea na kazi yake, itakamilisha tutapata hizo takwimu. Kwa sasa hivi, mtu yeyote anayetoa takwimu ni uchochezi. Takwimu zinatakiwa zitoke kwenye vyanzo rasmi ambavyo vimezalisha takwimu hizo baada ya kufanya tathmini. Leo nikikuuliza hapa juma, nani kahesabu walioumia, waliofariki dunia? Nani kahesabu? chombo cha habari reputable. Unataja cha habari, unaendaje, unataja. Hafu umemnukuu kiongozi wa chama cha siasa. How is that professional? Umemnukuu mwanaharakati. Mwanaharakati ana machinery ya kuhesabu watu? Ana, a, a, ana machinery ya kuhesabu vifo? Takwimu wamezitoa wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri tuwe na, na subira, lakini pia nataka kuendelea kusisitiza, yaliyotokea hayakuwa mambo mazuri. Kila mmoja ana majonzi, kila mmoja ana masikitiko makubwa, kila mmoja ameumia. Tuwe watulivu, vyombo vifanye kazi yake, tathmini itafanyika, taarifa zitatolewa.